ukanda wa Pwani wametoa wito kwa baadhi ya viongozi kutoka kwa uongozi mkuu wa chama hicho kuwa na umoja. Wakiongozwa na mwenyekiti wa ODM kaunti ya Mombasa, Hamza Kombo, wamesema ni wajibu wa kila kiongozi kuzingatia maamuzi na mwelekeo wa chama wakisisitiza kuwa wao ndio sauti halali ya chama cha ODM. Vijana wa chama cha ODM tawi la Mombasa wamejitokeza na kuweka wazi kuwa chama hicho ni chama kilicho na msingi wa kidemokrasia na kuwa wana uhuru wa kuzungumza chamani. Mwenyekiti wa vijana hao Hamza Kombo akisema misimamo kinzano miongoni mwa wanachama ni sehemu ya demokrasia. Kuhusu misukosuko ndani ya ODM kama chama, that is part of internal democracy. Na chama ambacho watu hawana wa hisia ya kutoa hisia zao then sio si chama. Chama chetu kiliundwa kwa ajili ya kutetea demokrasia. Kombo aidha amesisitiza kuwa uongozi wa chama cha ODM ukiongozwa na kiongozi wao Oburu Oginga uko imara na utasalia kuheshimiwa na kuzingatiwa. Chama cha ODM kina structures. Chama cha ODM ni chama ambacho kina foundation na institution, institutions ambazo kiliundwa ambapo institution yetu nasema, the top most leader is the party leader na kuna deputy party leaders na kuna chairperson And they should be respected. Wale ambapo hawaheshimu sisi kama youth league, tunapatia, tunapatia rally call kuwa lazima waheshimu viongozi wa chama, na chama pia kina structure, najua kina NDC na kuna NGC katika national governing council, we reaffirm their position ya kuwa hao natutongeza mbele hao ndo watatupatia mwelekeo, na tunaamini mwelekeo anatupatia watatupatia mwelekeo mzuri ambao ina blessings ya baba Raila Amolo Odinga. Vijana hawa wamekiri kuwa chama cha ODM kinawajali na kuwajumuisha vijana katika uongozi haswa baada ya kuchaguliwa kwa Boyd Were kama mbunge wa Kasipul. Wamewahimiza vijana wenzao kujisajili katika chama cha ODM ili kuendeleza chama hicho hata kwa vizazi vijavyo. ODM ndio chama ambacho kinajali vijana na tumeashiria kule Kasipul kwa kuweza kumchagua kijana mdogo zaidi Mheshimiwa Bodwere kama mbunge mte, mteule wa eneo bunge la Kasipul. Kwa vijana wenzangu ndani ya Mombasa na Kenya at large. Chama ambacho kinajali vijana ni chama cha ODM peke yake, so vijana wenzangu nawasihi kwamba tuweze kujisajili tuingie ndani ya chama na jambo lengine sisi vijana wa Mombasa letu ni lile lile tuko chini ya CS wetu kama kingpin wetu Ali Hassan Jo na vijana wa Mombasa bado tunazidi kusema ODM and we as the ODM Youth League of Mombasa representing the entire national ODM Youth League in Kenya we say thank you so much to the party leadership and we will continue to rally behind each other we will show that us as the young people We remain doubtless, we remain fearless, and we remain focused that this party will continue to grow and this party will see many generations to come. Veronica David, Undugu TV.